Kwanza kabla ya yote niwashukuru wadhamini wangu walioweza kunipeleka mimi Morocco eh, premium restaurant bila kumsahau gift flight wasafirishaji wa mizigo. Ah, labda tuseme tu, huyu tulisema tutampiga nje nje ndani ndani katikati katikati. Kwa hiyo bado tumalize, tayari kwenye ligi hii tukisemaga usungu msungile mdodo mkulumiaga usungululiana maana harisi yani, tutawachungulia wadogo wote, mkubwa mkubwa mwenzetu tutapata Zezayada, mkubwa mwenzetu tutapata sasa, hapa hatuna mkubwa mwenzetu. Kwa hiyo ushindi huu tuliutegemea na wachezaji waona wako week wametoka kutumika na watu hawakuamini wa kama leo timu hii itacheza ileile ile, lakini imecheza ileile, kwa kuwa tunetaka ponti basi, tumepata tunashukuru Mungu. dakika 45 za kwanza soka safi, mechi tukaimaliza. ya pili tumekuja kurilaksi, tunamsubiria tena aje raundi nyingine wanasema wengi walitarajia kuona magoli mengi, labda mkifunga tatu nne. Hii inasababisha labda na uh, labda wachezaji wana uchovu kwa mechi ya fainali ambayo wamecheza ama nini? Ambacho ah, mengi huwezi kupata ukitaka kupata mengi utatoka na majeraha, kwa sababu wachezaji wana uchovu, wamesafiri kwenda Moroko na Moroko, wakati tunakwenda tulisimama zaidi ya masaa nane airport haturuhusiwi kuingia pale, visa sijui nini, tumewekwa pale masaa nane, lakini tukavumilia. Na kurudi, tumekaa zaidi ya masaa manne tunasubiria, mwisho wa siku tukasafiri kuja hapa. Kwa hiyo, wachezaji baada ya kumaliza mechi ya kimataifa, walivyorudi wakaenda nyumbani jioni hiyo hiyo, wakaingia jioni ambayo kesho yake ndio jana wakafanya mazoezi madogo madogo, wamekuja hapa leo, wametupa pointi tatu. Kwa hiyo huwezi kujituma zaidi zaidi, ili mradi utaweza kukosa mechi zingine mbele huko tunapokwenda kutamu kuliko tulipotoka eh, kwa sababu tunajua wazee wa hatuchezi wapo, walikuwa wanaivizia hii iwe draw, wakwambie tunacheza Zanzibar, tumewasukia. Kwa hiyo ina maana sisi sasa hivi hii tushaimaliza, tunabakisha zile maiti mbili ambazo hadi sasa hivi tulitegemea zitapiga chafya, hazijapigwa chafya bado, tukazike Kagera na Kengoldi ambayo washashuka daraja tayari, lakini huyu tunaenda kumpiga tena kule, ili tumsubiri yule mzee wa hatuchezi aseme tena na kule atacheza au acheze. Kwa hiyo kwani, mnaamini kwamba watacheza au kumkaba mpanzu kumkaba mutare, usifanye mchezo, lazima utishie ukiona tatizo. Kwa hiyo pale katafuta kisingizio, lakini dada, tunajishangaa kwenye hii nyingine, atacheza tuna kama kule akigomea, tukichukua pointi tatu zetu, na tukishachukua pointi kule kuingile, tukichukua kombe letu. Kwa hiyo kule tuwaone na kule watacheza, awachezi kwa hiyo tutakapoa tutakapowapiga kule yeah. Ndo kipigo kitakachopatikana huko. Mnazidi kuwapelekea presha kwenye msimamo wa ligi kuu. Lazima Simba hii unatakiwa uiheshimu, kujisemea mkulia ekayare kobara ana mena Simba huyu ni mkali, anauma mm -hmm. Eh, usifanye masiala toka ameingia huyu Simba kwenye ligi hajafungwa, kazulumiwa mechi moja tu hadi sasa hivi huyu anaongoza, sikapigwa mechi mbili mm -hmm. Ina maana sisi hawa wengine wote wadogo tumezulumiwa tu mechi moja basi lakini hatujafungwa na tunaendeleza vile vile, kama ile tusingezulumiwa Simba anachukua ubingwa bila kufunga. Inasemekana na yeye leo mwamuzi amewasaidia kupata alama tatu. Umekiangalia kipindi cha pili <misa> <Yeah? misa> mwamuzi, umemwona aliyofanya, watu walikuwa wanataka wampige aliyoyafanya. Lakini mwisho wa siku, penati ipi utasema? Penati mtu anaingia, anakabwa, anajidondosha, penati zinaonekana wazi. Siza penati ipi Umeona mwamuzi alikuwa anafanya makosa kipindi cha pili, wachezaji wanatafukatwa, yeye anaache hivi. Na kwa hiyo hakuna waamuzi. Tumewafunga goli zuri kabisa alikuwa sahihi mwamuzi, kwa hiyo kwa mchezo wa leo. Yeah. Mwamuzi alikuwa mwamuzi, ana mapungufu upande wetu, alikuwa ana mapungufu sana upande wetu. Hey, azo kipindi cha pili, hey, kile cha kwanza zote unaosema sio pena, kwa sababu ile ya kwanza unayohesabu hapa, angalia Chefondo alivyokuwa anauangalia ule mpira juu yu, yule alikuwa yeye anamuondoa bodi lake kila anavyouangalia mpira juu aruke kichwa alikuwa anamvuruga mvuluga bodi, ina maana alikuwa anamshika mshika, faulo ilitakiwa ifanyike kabla ya kule, kabla ya huku Kamara ajachukua mpira, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kupiga ule mpira. Si angepiga wakati anao yeye, kabla hajachupokonywa ule mpira, alikuwa na uwezo wa kupiga e. Kwa hiyo ina maana kabla ya pale alicheza faulo ile ya kule pira Kabla ya nani yule alopokonywa mpira, alicheza faulo. Kwa hiyo ina maa maana huwezi kusema hiyo, kwa sababu watu wanatotaka tufungwe, ndio maana mnasema hivyo kwamba mwamuzi. Penati kanyimwa penati, hizo Simba kanyimwa ngapi? Unazungumziaje lile hatari lile? Sikaja alivyokuja kamtoka. Unajua tumemkosa nyingi sana e, tumemkosa nyingi sana. Kaja katoka pembeni, kaiweka goli jepesi kabisa. Mkwala ataendelea kuonyesha heshima yake siwa eh, jy budo mutale, wanasema yule wa fainali sio huyo aliyomona leo, kashabadilika huyu Fadru anajenga timu yake. Ina maana anavyosema timu iko asilimia sabini na mbili ngapi mujue, ndo anawajenga wale wachezaji budo. Sasa kashaiongezea asilimia yake ya performance. Ina maana budo sasa hivi iko vizuri, kwa hiyo ina maana tunachoenda amna mwana Simba sasa hivi atakao kwambia budo aachwe yoyote yule, hadi mimi e, mwanzo alionekana dhaifu, sasa unafanya mchezo anafanya makubwa budo, za budo kama mpanzo wewe eh? unafanya mchezo budo na mpanzo, amna aliyo mbele <laughs> ya nani Yangogwe? ya ngogwe ya kukemea, kukemea nini sasa? hayo hayo hayo <laughs> sasa ukiasema yeah, yeah. mimi naamini mlakunde amesahau mtu kwa majani, anakumbuka. Wao walishafanya mengi hayo, labda ni kuonyesheni tu hayo mengi walishafanya. Mchezaji nani? Mamshabiki um anaenda kwenye meche yao kimataifa, anachanyiwa na jezi kabisa anapigwa na makofi, kashafanya sana see, au nywee? Mnamsemea yule mlevi dereva wa bodaboda alojichuma? <laughs> <laughs> ah, wanitengeneza propaganda. Kuna mmoja yule mlevi dereva boda <laughs> wa bodaboda ambaye alichubuka usoni yule hajapigwa, ana mtu anayopigwa sura ikawa imechumika na sumenti, atadoka manundu. Lakini yule bodaboda na lile tukio lilitokea nyuma kale ya waka dondoka kalwakadodokat uwanjani pale amani, watu wanawatoa uwanjani. Watu walikuwa wanatoka kwa sababu tulikuwa tunakwenda kwenye kimataifa, umeona? Mbona waliokuwa na bekane walikuwa wengi hawajatolewa? Ukiwa sehemu kama ile, sisi na wale hata tukicheza pamoja hatukai pamoja. Ina maana wale walitakiwa wakakae kwa bekane. Sisapoti kupigwa, sisapoti, lakini ni kuondolewa wakakae kule. Sasa wengine wanakuwa wabishi, wanaleta tabu. Sasa wanakutana na watu washavurugwa, ndio shida inakuwa ile. Kuna watu naamini wamevaa bekani walikaa kule kwa wale watu wa bekani. Hawajafukuzwa wala hawajafanywa kitu, lakini unavaa jezi yako ya Yanga. Sisi tunacheza fainali. mm -hmm. Hebu jiulize kama inacheza Simba na Yanga, mshabiki wa Yanga anaweza kukaa huku akavumiliwa? Niye anakuulizeni waandishi, anaweza kila mtu anasemea ewa sasa so na yeye alivyojijua, hayupo upande huu. Ile ni kama Simba Yanga, angeenda kukaa kule, lakini yuko huku, hamna sapoti yangogo yakamsapoti Simba bwana, hakuna angesapoti. Sasa angevaa nguo ya kawaida, wapo walovaa kawaida, mbona hawajapigwa? Ukivaa jezi yako yani, tunachotakiwa sasa hivi labda wakae mashabiki wa Yanga, wakiwa wanakuja kuangalia mpira basi wajikusanye sehemu moja, wasitake kuungana na watu wa Simba wakiungana na watu wa Simba inakuwa vurugu, kwa sababu kila mtu anakuja na akili yake uwanjani. Mwingine kaja akashapiga ulabu wake nini, kalewa. E, mwingine kaja hajalewa lakini mkorofi tu. Kwa hiyo ina maana hiyo waheshimu e. Kwa hiyo ile kule iliyotokea, wanasema yale mayai, yale mayai Waarabu wa, wa, wa wameyakusanya mengi sana, ilikuwa kazi gani? Hatujaona mayai sisi? Kama mayai makwao, kulikuwa na mayai Eh. Si tulicheza kwao kulikuwa na mayai sisi. Simba anavyofanya vizuri watu wanaleta hayo. Ulimuona Haji Manara aliandikaga, waangalie vyumba sijui nini nini, na yule ndo anaanzisha vurugu siku zote. Aliandika mwangalie vyumbani kwenye gari sijui dawa. Simba ampiji mtu dawa, tumeenda kumfunga Al Merrikh kwake, tumeenda kumfunga AS Vita kwake, umeelewa tumecheza na timu mingi tu eh. Nam hatukutumia hiyo. Al Ahly tulienda kutoa naido kwake tulimwagia dawa vitu hivyo. Kwa hiyo waache Simba ikiwa kubwa ni kubwa tu. E, ndio maana tuna menteni kila siku. Sisi robo fainali, wao wameshindwa. Wamecheza robo fainali moja ya club ya club bingwa wameshindwa.